Una maelekezo ya kimungu amana. Mtoto wako wa kwanza usipomwekeza kuwa kanisani atachanganyikiwa. Fuatilia, fuatilia. Namba mbili, kutaka mambo kwa tamaa. Unapotaka mambo kwa tamaa, wewe mzaliwa wa kwanza unawaharibia wenzako. Unapopata vitu kwa tamaa, unaoharibia wenzako. Kuna watu wanafanikiwa kwa tamaa, kwa sababu ya kuiba, kudhulumu, kuwaumiza wengine, kuwanyang'anya wengine. Tatu, kuwadharau wazazi wako. Unapowadharau wazazi wako wewe ni mzaliwa wa kwanza utapoteza haki yako ya mzaliwa kwanza. Unapowapoteza, unaposhindwa kuwaheshimu wazazi wako wa kimwili, unaposhindwa kuwatii, unaposhindwa kuwanyenyekea, maana yake unapoteza haki yako ya mzaliwa kwanza. Ndo ile sasa unashangaa kwenye familia anafanikiwa wa mwisho, au wapili au watatu, alafu wewe unajikuta ufanikiwe kumbe ya dharau zako umepoteza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Maanake haki ya mzaliwa wako wa kwanza unanyang'anywa kama Esau. Esau alikuwa ni wakwanza lakini alipoteza kwa kumuuzia haki yake Yakobo. Namba nne, kutokufanyia kazi kwa wakati maelekezo unayopewa na wazazi wako, yaani unakuwa ni mzembe. Fanya hiki, hauwezi. Nenda huku, hauwezi. Unaposhindwa kutii, unapoteza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Tii kwa maelekezo yake, unapoteza lile kusudi la haki ya mzaliwa wa kwanza. Namba tano Kujitenga na walio chini yako katika familia wenzako, walio kufadha nyuma wote no, unaopuuzia wote, unaona hawana maana, haukai nao, hauzungumzi nao, utati hata sehemu ya kukaa nao kikao. Ni lazima tuakutii, kwa sababu weni wa kwanza, kwa sababu wasipokutii wataondoka na lana yako. Ni muhimu tuakutii, kwa hiyo unaposhindwa unapojitenga na wenzako kwenye familia ambao wanaharibikiwa, wewe uwaketishi yani, hata kama ni mtoto wa kike ulizaliwa wa kwanza kwenye familia wa kiume, hata kama ana ndevu zimefika wapi, wewe wa kike una haki ya kumshauri, si mdogo. Nimeeleka vizuri? Amina, sema Yesu zalie sana. Lakini namba sita, kupunguza nidhamu kutu kujiheshimu. Unapokuwa unapopungukiwa nidhamu na unaposhindwa kujiheshimu, kama wewe ni mzaliwa wa kwanza, unapoteza haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Maanake unaposhindwa kuwaheshimu wenzako, unaposhindwa kujistiri. Lazima ujistiri kama mzaliwa wa kwanza, uvae mavazi yenye maadili, uongee maneno ya maadili uwafundishe wenzako lugha nzuri, uwafundishe wenzako kusalimia, uwafundishe wenzako kutii. Lazima ukuepane na mashauri ya wenzako, ikiwa ni mabaya uwambie, ikituacha hii tabia, acha na kuonya, kwa sababu wewe, hata kama wazazi wakiondoka duniani, lazima ubebe hicho kijiti. Mambo ya walao, nimeeleka vizuri? Amina, sema amina. Kwa maana kuna wazaliwa wa kwanza ambao walizaliwa na watoto wengi kwao. Wazazi wao wakafariki. Alafu yule mzaliwa wa kwanza ameji ameji ame, ame amejiinua yeye mwenyewe. Anajisaidia yeye mwenyewe. Wenzake hawakumbuki unalama wewe. Kamu, kamu wakumbuki wenzako. Kuna muda waite hata kwenye chakula, kwenye event. Pika chakula, mle, mzungumze mkumbushane masuala fulani katika familia maana wewe ndio utakayedumisha familia. Nimeleka vizuri? Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza ana jukumu kubwa sana kwenye familia, ana jukumu kubwa. Kitabu cha Mwanzo nne mstari wa kwanza na wapili na wapili, tusome sasa, twende. Adamu akamjua hawa mkewe, twende Adamu akamjua Hawa mba akamzaa, nimepata mtoto mwanaume kwa Bwana. mbili akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Habili alikuwa mchunga kondoo, na Kaini alikuwa mkulima ardhi. Ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. nne Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali akamtaka Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Kaini akawako umekunjamana saba. Kama, usip, u, u, kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe walakini yapasa uishi nani. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ya ndugu yako? Akasema, akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa, umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Ardhi haitakupa mazao yake kwa sababu alimuua ndugu yake.